Ninasema sasa, wewe ambayo uko na jamii ambayo haina upendo, ambayo watoto wanakudharau, ambayo na wewe una hasira kuwalaani na kuwapiga, ninasema pokeeni uponyaji ya jamii yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Niko naomba nikisema ya kuwa hiyo jamii yako, wa mama, wa baba, watoto, pokeeni amani ndani ya jamii yenu. Ninafukuza pepo ya kuwachanganyisha, nafukuza wachawi wa kuwachanganyisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa nyumba au mahali ambapo unaishi wachawi walikuja wakaweka vifaa vyao. Oh, oh, wakasema hautabarikiwa. Maneno yote wachawi waliyosema ndani ya maisha yako yote ninavunjavunja, ni haribu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai eh. katika mikutano ya wachawi walichukua wali, wali hatua ya kukutafuta tena, wakachukua vitu vyako, wakasema watakuwa, wakasema hivi na hivi watakuwa. Fanya hivyo. Maneno yote waliofanya ndani ya mikutano yao ninasema hayo maneno hayatatimilika ndani ya maisha yako katika jina la Yesu. Na silaha zote walizokutumia hakuna taka itakayofanikiwa katika jina la Yesu Kristo Nazaretari. Ninakwenda kukubariki rafiki yangu ha, kwa jina la Yesu Kristo Nazaretari. Moto wa Bwana wake ndani ya maisha yako, atakayekugusa tena atakuwa ya na gusa mboni ya licho la Mungu, na mkono wa Mungu utamuharibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninasema, ninasema o oh shimo waliokuchimbia hasio wewe utakayoingia. Hakuna katika jina la Yesu Kristo. Uh, uh, utajiri wako wote nina ulinda kwa damu ya Yesu Kristo na ubariki katika jina la Yesu Kristo, nina ubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana wangu, Bwana majeshi niko nasema saa hii ya kuwa, hawa kazi zote za wachawi juu ya maisha yako hazitafanikiwa tena. Hata kama wanataka kukutazama kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa maji yao, hata kama wanataka kutazama kwa vidole vyao, kwa mikono yao, hata kama wanataka kukutazamia kwa, kukuita kwa, kwa, kwa mira, nasema wewe siku ya leo unakuwa moto kwao, watakwenda kuchomwa na moto unayotoka ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Wewe ambayo umesikia maombi haya, wewe ambayo na wewe uko na hasira ka, takatifu na kale ya kuharibu kazi za wachawi leo, unakuwa silaha ya kuharibu kazi zote za wachawi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, katika nchi ama katika kijiji ambayo watu wako wanaangamia kwa kazi za uchawi. E, ninasema sasa, ninasema olta, hiyo olta, mahali ambapo oh, wachawi wanakutania mahali ambapo wachawi wanakwenda katika mikutano yao na wanakwenda kumwabudu shetani wao, ninasema moto wa Bwana ukwachome, na ninaweka e, e, nchi yako huru, ninaweka kijiji chako huru, kazi za wachawi ninazivunjavunja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Ninajua ya kuwa hivi kuzimuone wako wanaogopa, wanajua ya kuwa tutaendelea kuomba. Ndiyo, ndio, leo tunaendelea kuomba, kesho tutaomba, siku zote tutaomba, kwa sababu Yesu ametufanya jeshi la Yesu, jeshi la Mungu la kuharibu kazi zote za ibilisi. Tumekuja kuvunja nguvu zote za ibilisi ndani ya nyumba yako, nina damu ya Yesu Kristo ivunje kazi zote za ibilisi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mauti waliotamka kinyume yako, ninaivunja, ninaharibu, ninaitupa, nina pale pakavu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninasema asante Baba, ninasema asante, asante sana Baba, kwa kuwa siku ya leo Baba, watu wako wanawekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Mwanaume ambaye umefanya usiwe hauwezi tena kubebesha mimba, ninasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu hizo nguvu walizoweka ndani yako zi ambazo zimekufanya hivyo, ninaziharibu na ziamuru kuondoka ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali haya. Kuna kijana ambao wachawi wamepeleka chini ya maji, ninamtoa huko. Ni wewe ambayo wachawi wamekufunga ndani chini ya maji, ninakutoa chini ya maji, ninakurudisha uhai, uwe mzima, ufanye kazi yako, uishi maisha marefu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Kuna mtu ambaye saa hii ninasema, unajua vizuri fone yako, simu yako, ambayo ndipo mahali ulikuwa unapokea pesa, ndio mahali ambayo ulikuwa unazunguza na watu, mara yake ndio ilikuwa ofisi yako, lakini uchawi wameichukua. Yewe, ninairudisha sasa hiyo simu, ninairudisha wewe. Najua unanisikia wewe, unaona simu yako imekushinda, unaona ni kama kabisa mtu ameichukua. ninairudisha hiyo mfalme wa Shetani na kuamuru, rudisha simu ya huyu mtu, rudisha simu ya huyu mtu katika jina la Yesu Kristo. Na baraka zote ambazo Shetani na ufalme wake walikuwa wanataka kuiba za fone yako, ninazirudisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazaretani hai na watu ambao walikuwa hawakupigie kupigie tena simu, ninasema wakupigie simu katika jina la Yesu. Ninafungua baraka zako ambazo zilikuwa zinapita kwa simu walikuwa wamefunga katika jina la Yesu Kristo, na ninatangaza simu yako iwe ya baraka tena. Watu wanaotaka kukupa dawa watume dawa, watume fedha, watume watu, watu watu, information yote ambayo ulikuwa unahitaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai Baba, ninasema sante, ninasema sante, nasema sante, kwa kuwa uchawi, uchawi umekuja kuiba, kuangamiza na kuua, lakini Yesu Kristo naye amekuja kutupa uzima na uzima wa milele. Uzima te, pokea baraka katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Hallelujah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nasikia furaha nyingi, nasikia kububujika, ninajua ya kuwa ha kuna watu ambayo wanakwenda kutuambia vile Yesu amefanya katika maombi haya. Rafiki zangu ni hacha, nikwambie huyu Mungu ambaye ameshuka siku ya leo kukufungua si wa maneno tupu bali no, uh, wa nguvu na udhibitisho wa Roho Mtakatifu. Kasomeni katika mateno wa Korinto wa kwanza sura ine mstari wa ishirini ufalme wa Mungu si wa maneno tupu bali wa nguvu na udhibitishi mdhibitisho wa Roho Mtakatifu. Kuna nguvu mahali hapa ambazo zimekuja kufungua watu walikuwa wamefungwa na wachawi, na unakwenda kuona nguvu zikitenda kazi. Vitu vyako vilikuwa vimeibiwa, unakwenda kuviona vikirudishwa. Ninakwambia hakika.

Bwana akubariki. Nasikia furaha nyingi sana. Ninasema hivi kwa sababu ninajua ya kuwa tumeombea, nimeombea watu, Yesu akawaponya, Yesu akawakomboa, waliokuwa wasizae wakazaa, waliokuwa wanasikia vitu vinatembea ndani ya mwili vikatoweka, wale ambao walikuwa na ndoto si za kawaida, walikuwa na kisikia masauti ndani ya, ya kiroho msikioni mwaku mwao vikaenda vika wale ambao wachaa tutamuua, nikasema hamutamuua. Na haleluya! Bwana akubariki. Leo ninakufurahia ninafurahia tena Mungu kwa sababu we leo amekuwezesha kusikia maombi haya na kuyafuata na kukutendea maajabu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Huyu ni Apostle Augustin Ngirabatware. Uh, matendo ya Roho Mtakatifu, matendo ya Roho Mtakatifu na simu yangu ni alama ya kuongeza mbili tano sita saba nane sita arobaini na sita hamsini na saba sabini na moja. Bwana awabarikie, niko hapa Kampala, Uganda. Bwana anawapenda na Bwana, Bwana watendee mema kwa. Tunaendelea na maombi jamani, niishawambia maombi ndiyo suruhisho, napenda ni kuambie hata watu wa India, watu wa India wanapiga simu tuombee jamani. Watu wa, wa Trinidad, Trinidad ni huko Amerikani, wanapiga simu wanasema tuombee. Watu wa nchi zote za mbali wanapiga, wa kila kabila inapiga nasema tuombee. Kwa nini? Kwa sababu wanajua maombi ndilo suluhisho. Sijui ni shida gani uko nayo, lakini johni, tuombe katika jina la Yesu Kristo. Tuko na vitu vingi vya kufanya lakini tunaendelea kuomba kwanza, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. kuna maombi tutakwenda kufanya, kuna kitu tutakwenda kufanya. Niliwaambia niko na kitabu kizuri ah, uh, kinaitwa Your problems must end. Shida zako zote lazima ziondolewe, na chiko katika lugha nyingine ya Kifaransa viko viwili kimoja lakini lugha mbili. Tunakwenda kukifundisha. Nani wanapenda nijue namna gani naweza kujiweka kujiweka kwa mtandao, ili watu wote wa kila lugha, hasa hizo mbili kwanza aweze kukipata na kiweze kuwasaidia kitabu kizuri kitabu ambacho kinazungumza yesu kristo nguvu zake uwezo wake oh, kitabu ambacho kinajaa yesu na yesu aliye hai aliyeshinda mauti aliyeshinda shetani na vile alikuwa jana leo iko hivyo ninakwambia ukweli utamkuta yesu ndani ya hiyo kitabu na yeyote aliyekisoma anabarikiwa bwana amina